Huo ndio ujumbe wa majira haya, huo ndio ujumbe wa wakati huu. Tumeiweka hiyo ishara kwetu sisi wenyewe, kwa nyumba zetu na kwa familia zetu. Hatuonei haya, hatujali nani anayeijua. Tunataka kila mtu aijue, kila mpita njia aione na ajue sisi ni watu wa kanda sisi ni nyumba ya kanda. Sisi ni bibi harusi wa kanda wa Mungu. Roho Mtakatifu ni ile ishara, ni ujumbe, yote ni mamoja. Huwezi kuyatenganisha. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni Bwana Yesu Kristo. Huwezi kuwatenganisha. Ujumbe ni mjumbe. Haidhuru wakosoaji wanasema nini, nabii alisema, huwezi kuwatenganisha. Mungu ndiye furaha yako, Mungu ndiye nguvu zako. Kujua ujumbe huu, kujua ndiyo kweli pekee, tukijua ndiyo ile ishara, huo ndiyo utoshelevu wetu. Wengine waweza kusema ninauamini, ninauamini, ninauamini kuwa ni kweli Nina ukubali kama kweli. Hayo yote ni mazuri, lakini hata hivyo, haina budi kuwekwa. Nabii alisema ujumbe huu ndio ile ishara ya wakati huu. Ujumbe huu ni Roho Mtakatifu. kama unaoufunua wowote wa, wa ujumbe huu, unaweza kuona wazi wazi saa tunayoishi. Wengi sana wanasema ninauamini. Mungu alimtuma nabii, ni ujumbe wa wakati huu, lakini wao wanajigamba kwa kusema hawaichezi na hawataicheza sauti yenyewe ya ile ishara katika makanisa yao. Mungu hakunena kupitia malaika wake mwenye nguvu na kusema tu jambo fulani isipokuwa lilikuwa na maana Alituambia yeye alitufundisha kwa mifano na vivuli. Katika ujumbe huu nabii anaeleza kwa kina sana kutuambia kile Rahabu na familia yake walichofanya ili waokolewe. Kuwa bibi harusi alikuwa wazi juu ya kile yeye alichofanya wakati wavulana wa kanda walipocheza kanda. Hebu kidogo. Mjumbe huyo alifanya nini? Alicheza kanda. Kisha Rahabu akafanya nini? Aliifanya nyumba yake kuwa kanisa la kanda. Hakuonea haya kusema, mnaiona ile kamba nyekundu? Hiyo inamaanisha kwamba mimi ni kanisa la kanda. Unadhani kama angalisema, ndiyo, ninamwamini mjumbe na ujumbe, lakini sisi hatuzichezi kanda tena kanisani mwetu. Ninaye mchungaji anayesema hapana, yeye anapaswa tu kuhubiri na kuyanukuu yale kanda zinachosema. Hivi unafikiri angeokolewa akaweka ile ishara nayo nyumba yake ikaokolewa, ama angaliangamia kule chini alikokuwa? Umewasikia wahudumu wengi wakitoa visingizio kuhusu kuzicheza kanda, lakini wengi wao husema nabii hakusema kamwe kuzicheza kanda kanisani. Nabii alisema Rahabu aliifanya nyumba yake kuwa kanisa. Nalo kanisa lake lilizicheza kanda, na kwa sababu alizicheza kanda kanisani mwake, yeye na kanisa lake lote la kanda walikuwa chini ya ile ishara na wakaokolewa. Kila kanisa lingine liliangamia. Ndugu na dada, tafadhali. Sisemi mchungaji hawezi kuhubiri ujumbe huu au ni makosa kama anahubiri kwa njia yangu mwenyewe ninahubiri sasa hivi kupitia barua hii. Lakini ufungue moyo wako na usikilize kile nabii asemacho na kukuonya, kama mchungaji wako hachezi au hatazicheza kanda kanisani mwenu, kwa kutoa udhuru fulani chochote kile kulingana na neno haidhuru anasema vipi. Ninauamini ujumbe wa wakati huu kulingana na kile ninachoamini neno lisemavyo, ile ishara ujumbe wa saa hii haijapakwa. Jumapili hii ninawaalika mje, mm, msikilize pamoja na maskani Branham saa sita mchana, saa za Jeffersonville ni saa moja jioni Afrika Mashariki, ujumbe ile ishara 63-0901M Ikiwa hamwezi kuungana nasi, chezeni ujumbe wowote wa, wa ile ishara na muiweke. Ndugu Joseph Branham. Maandiko ya kusoma kabla ya kusikiliza ujumbe ni Mwanzo wa sura ya nne mstari wa kumi. Kutoka sura ya kumi na mbili yote. Yoshua sura ya kumi na mbili yote. Matendo sura ya kumi na sita mstari wa thelathini na moja. Matendo sura ya kumi na tisa mstari wa kwanza hadi wa saba. Warumi sura ya nane mstari wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na tatu. Waefeso sura ya pili mstari wa kumi na mbili. Waefeso sura ya nne mstari wa thelathini. Waebrania sura ya sita mstari wa nne. Waebrania sura ya tisa mstari wa kumi na moja hadi wa kumi na nne. Waebrania sura ya kumi mstari wa ishirini na sita hadi wa ishirini na tisa. Waebrania sura ya kumi na moja mstari wa thelathini na saba. Waebrania sura ya kumi na mbili mstari wa ishirini na nne. Waebrania sura ya kumi na tatu mstari wa nane. Waibrania sura ya kumi hadi ishirini Yohana sura ya kumi na nne mstari wa kumi na mbili.